ridhaa yao wenyewe nao walikuwa wapo ndani ya uongozi wa tawi la ACT. Wamekubali wao wenyewe kuvunja hilo tawi, wameshucha bendera na tumepandisha bendera ya kijani kwa heshima na taadhima. Ndugu zangu, tunakukaribisheni ndani ya chama chetu, chama chetu, chama hiki ni cha wote, na ndo ndicho chama kinachoweza kuwaongoza Watanzania. Tunaweza tukasema kwamba kama hamujachelewa, kwa sababu wakati huo wote huo mlikuwa mnapima maji kweli. Munaweza kuvuka maji ya Chama cha Mapinduzi? Awezi akavuka mpitani yoyote. Sisi hoi tunakukaribisheni, na bado tutashirikiana na nyinyi, na bado kuanzia hivi sasa hivi bado muna haki zote za Chama cha Mapinduzi, zote. Karibuni ndani ya chama chetu jamani. ACT Wazalendo katika kata Kinjumbi, nilichaguliwa katika chama ACT Wazalendo nigo nei wakati lakini imstaa ni mfakali. Naona maneno yao ya uongo, ya naona naona wakija wamesema tutazianga barabara tutachonga barabara, lakini sio kweli. Kila nikiangalia barabara yote inajengwa na chama